Bwana Mnandi Junior mambo vipi bwana? Ah uh, fresh. Mambo nakwenda. Kama kawa. Eh, bwana, jana tumeshuhudia mnyama Simba ameibuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya JKT Tanzania. Eh, Simba wakiwa ugenini katika uwanja ule wa JKT. Eh, kule Mbweni. Eh, goli la Soa ndio nafani limeibua e, gumzo sana mitandaoni. Wengine wakisema goli halali, wengine wakisema kwamba ni goli la offside. Kwa maoni yako kwa ule mpira jinsi ambavyo umepigwa, wewe unalizungumzaje la goli kabla hujaenda kuchambua mchezo wenyewe? na namna ambavyo Simba iliweza kupata eh, comeback na kuweza kupata alama tatu dhidi ya JKT Tanzania. Goli la Jonathan Soa ni goli halali. Kwenye kanuni au kwenye sheria 17 za za mchezo wa miguu. Ile ni goli halali kwa sababu Jonathan Soa alikuwa kwenye offside position kabla mpira haujamsikia. Hiyo haina ubishi. Lakini mpira wakati unapita kwa mabeki, ule mpira wale mabeki wameucheza na maana wamemtengenezea nafasi Jonathan Soa nakwenda kuumalizia na kwenda kambani. Kwa hiyo offside imevunjwa pale. Hebu, endabu... hebu hebu hebu tena Mnandi Junior. Wakati mpira haujapigwa Jonathan Sow alikuwa kwenye offside position. Sawa? Lakini mpira wakati unapigwa, wale mabeki wameucheza ule mpira ambaye ndo anamkuta Jonathan Sow anaenda kumalizia, maana yake wao wamemtengenezea nafasi Jonathan Sow kwenda kufunga. Hakuna offside tena hapo. Lakini kwa mpira ingeenda golini, kipa kaucheza. Lakini kwenye marudio ya video bwana Mnandi Junior, inaonekana Jonathan Sow wakati anapigiwa ile pasi eh, na Morris Abraham, alikuwa hayuko offside, alikuwa onside kabisa kwa sababu kuna beki yule mmoja wa JKT Tanzania alikuwa amemzidi eh, Bwana Jonathan Soa. Manake Jonathan Soa alikuwa onside. Kwa hiyo watu wanasema kwamba lile goli halina utata, hata kama mpira wasingeugusa mabeki wa JKT Tanzania bado alikuwa onside, ndio maana hakuambiwa kwamba yuko offside. Ili jambo nalizungumziaje kabla ya kuwa na yule beki, kwa maana ya kwanza kabisa alikuwa peke yake, hakuwa na yule beki. Kama mfuatilia vizuri tukio, jinsi lilivyokuwa linaenda lile, manake alikuwa tayari kashatangulia. Sawa? Eh, yani alikuwa tayari kashatangulia. Kwa hiyo binafsi kwa mara ya kwanza ile ningepiga moja kwa moja ili ilikuwa tayari ilikuwa kashazidi kama waamuzi ungekuwa wako serious. Umeona kwenye mashindano ya kimataifa Champions League pamoja na shirikisho. Tuliona kwamba ukizidi hata kidole bendera kiko juu. Walikuwa wako kazini, walikuwa wana hawana hawana hawana kucheka na mtu. Binafsi walikuwa wanasimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Ila, kwa waamuzi wetu wa Tanzania wanaweza wakatumia hata mapenzi pia ili mtu apate nafasi afunge, lakini sikuona mapenzi kwa siku ya jana kwamba labda Simba walifanywa favor ili wapate matokeo mechi ya jana. Na maana yoyote, alistahili kushinda jana, alikuwa anastahili kushinda tu bila shida, kwa sababu hata wenye geti kama wangestahili kushinda wangeshinda, kwa sababu walishatuangulia dakika 60, wamepata goli, wangeweza kumudu kutokuruhusu kuruhusu nyavu, maana walikuwa wanaenda kupata pointi tatu siku ya jana, lakini wameshindwa kumudu pressure ya Simba. Simba ni timu kubwa, wameenda wamefanya comeback, wame level scoreboard, wakaenda kupiga chuma ya pili. Kwa binafsi, wasitafute watu kebei, mziaka mazungumzo hapa na pale, ile ni goli ya lali, halina mushkili yoyote. Sisi tushachukua pointi tatu na magoli yetu mawili tumekaa pale kileleni tunasubiri leo watani zetu pia washinde mchezo wao ili waje kuwa kileleni kwa muda, maana wakishinda watafikisha pointi kumi watakaa pale kwa muda. Eh, bwana Simba mmepata ushindi eh, wa mbili kwa moja mme comeback imefanya comeback baada ya JKT Tanzania siku ya jana kuweza kuwatangulia. Eh, bwana Simba sasa imevuna alama tatu. E, unazungumzaje hali hii bwana Mnandi Junior? Ukiangalia ligi yenyewe ndio ngumu kabisa hii ligi ni ngumu lakini kwa sisi Simba hakuna mkate mgumu zaidi ya chai. Sina amini, moja kwa moja tutaenda tutapata matokeo kila mchezo na tutaenda pale tunapopahitaji. Mimi sijaona ugumu wowote kwenye hatua hii binafsi. Tunajua kwamba ligi imeanza kwa ushindani na kila timu inapambana. Kama umeona Singida, Singida wametoa sare chupu chupu. Sawa, ile mechi walikuwa tayari wapotee, lakini waenda wametoa sare ile game, wakaenda kutoka sare ya moja moja. Sasa Singida ina, ina professional player. Angalia Pamba, Pamba wana wengi local player, lakini wameenda kuzidiwa ujanja na timu ambayo na local player yake inaonesha kwamba ligi mwaka huu haitaki masiara. Ligi na ushindani ukilema, unaenda kucheka na nyani unavuna mabua. Kwa mimi naamini, si hatucheki na yoyote, si kikubwa, tunakuwa tunacheka na nyavu. Ukilainika si tunapiga, tunarudi, tunarudi kati, maisha yanaendelea. Kwa kikubwa, kila mmoja ashindane kwa jasho na damu kwenye pitch kupata matokeo msimu huu, sababu hata wale wenzetu ambao wamezamini zamini, zamini vilabu, tunaona baadhi ya vilabu vimeenda kutoa ule uzamini, maanake yake msimu kidogo ushindani utakuwepo. Tumzungumzie Morris Abraham, mchezaji wenu huyu wa Simba wengine wakimuita Jose Luis Nixon part two, namna ambavyo alicheza jana kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania, ameonekana kuwa mchezaji mahiri kabisa, eh, combination yake anavyotengeneza mipira, anavyodibwa, anavyotoa pasi zake zinafika. Wengi wamemvulia kofia, wakisema ni mchezaji ambaye anakuja kuonesha majabu ndani ya klabu ya Simba. Kwako bwana Mnandi Junior, unazungumzaje kiwango chake na haya maneno ambayo yanapelekwa kwa Morris Abraham, kutokana na michezo yake ambayo amecheza ndani ya Simba, hususan mchezo dhidi ya JKT Tanzania hapo siku ya jana? Eh, Morris Abramu ni mchezaji mzuri ametuonyesha toka alivyokuja ndani ya Simba katika mechi zote alipopewa nafasi amefanya kazi iliyotukuka ndani ya Simba. Na sasa tumwambie tu kwamba asilewe sifa. Maana tunajua wachezaji wetu wa Kitanzania wakishasifiwa basi kichwa kinakuwa kikubwa wanasahau majukumu yao uwanjani wanaanza kulewa sifa mpira unaenda unapotea. Sasa tumwambie tu hii ni, ni, changamoto kwake ajitume apambane anahakikisha anarudi tena barani Ulaya sio kucheza kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo apambane ili apate tena nafasi ya kuelekea barani Ulaya akapambane zaidi aje kuliwakilisha taifa. E bwana, jana tuliona JKT Tanzania wanapata bao. E, wengine wakimuita e, Matatu akafanya substitution e, akamuingiza akamuingiza e, e, na mwisho siku zimeleta matunda. Uh, Pantevu, Maira, Master Matatu, sisi tunaamini kwamba huyu ni bonge la kocha, na nilishai kusema toka awali kwa jinsi alivyo na mifumo ambayo alikuwa anaionyesha wakati yuko Gabron United kama atakuja kuifanya hivyo mara tatu yake ndani ya Simba naamini tutapata kitu kilichokuwa bora sana kwenye timu yetu na hasa kwenye mashindano ambayo tunashiriki msimu, na kweli ndio hicho tunachokiona mpaka sasa. Pat anafanya sabu ambaye zinaenda kumlipa alifanya sabu kule gabu, kule nini Swatini, tuliona kilichotokea, anafanya sabu tumeenda kushinda ule mchezo wa goli tatu pamoja. Mpaka halftime tulikuwa na goli moja, lakini kipindi cha pili sabu zake zimekuja kuzama goli mawili, tunaenda kushinda goli tatu kwa sifuri na vile vile siku ya jana alifanya vile vile. Maana yake alianza na kikosi ambaye hakuna lolote la, lakini ndio kikosi ambaye kimeanza jana. Tumeona winga mbili winga ikichukuliwa na Joshua Mutale Budo, lakini winga akichukuliwa na nani na Kibu Dennis, mkandaji ambaye huwa tunaonaga anaanza labda na, na Joshua Mutale anaanza na elimu panzu, lakini jana hakufanya hivyo. Ameanza na Budo, ameanza na nani na Kibu Dennis na, na Kibu Dennis elimu panzu na naris na, na, na, aaham wameanzia benchi na pale namba kumi, huwa anaanza na Jean Charles huwa lakini alianza na nani na Neo Maema. Kwa hiyo unaona kwamba kocha kuna kitu anakitafuta ndani ya Simba. Hakuna mchezaji ambaye atakuja pale aje kulalamika. Ukishindwa kupewa nafasi kufanyia kazi uwanjani, basi wewe binafsi ukikamba udefu utaki kulalamika, maanake walioanza wametoka, wameshindwa kutupatia matokeo, lakini waliokuja kuingia kuanzia dakika sitini na tano kwenda mbele wamekuja kuirudisha Simba mchezoni. Watu wanafanya comeback wanarudisha goli lakini wanapiga chuma ya pili. Safi kabisa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hesabu zake zimemlipa walioingia wametengeneza assist. Hao walioingia pia ndio wamefunga. Amefunga Jonathan Soa lakini amefunga nani? Hame, hame, amefunga nani? Wilson Nango ndiye alianza toka kipindi cha kwanza lakini assist imetoka kwa Sabu. Elimpanza. Kwa hiyo inaonekana kwamba hesabu zake huwa zina macho na zinaenda kumulipa. Tumemwona eh, Morris Abrahamu ana kuja tu sana kwa maana anataka kumfunika John Shalea. Wa, inaonekana E, kiwango chake kipo vizuri zaidi e, na anatisha sana akiwa uwanjani e, Pantevu, matatu kocha wenu au meneja wenu endelea kumwamini sana e, Moris Abrahamu badala ya Chale Jean Awa, kwa namna ambavyo namna ambavyo timu yenu inacheza hivi sasa. Aa, binafsi Jean Charles Awa ni mchezaji namba kumi ndani ya Simba lakini tuna Neo Maema ambaye anacheza nafasi hiyo. Kwa hiyo ukimwangalia Morris Abrahamu huwa anaingia mara chache kucheza kama namba kumi lakini mara nyingi huwa anatokea pembeni kama winga. Hata jana aliingia kama winga, hakuingia kama namba kumi. Alitoka Neo Maema akaingia Jan Chazi, huyu ambaye wote ndio position yao ni moja. Kwa hiyo yu... Morris Abraham huwa anatumika kama winga kwa sababu tayari pale tuna namba 10 wawili. Kwao binafsi sidhani kama anaweza kwenda kumpa challenge Jan Chaze, huwa kwenda kukaa bench, Morris Abraham akaenda kuchukua nafasi yake. Sababu ukimwangalia Morris Abraham ni bwana mdogo kuliko Jan Chaze hawa, na ukionekana ana machachari mengi sana akiwa kwenye eneo lile na namba na, na, na, na, nafasi kwenye kwenye mstari wa 18 kuelekea kwenye box ana hatari sana akiwa kipande kile. Angalia mipira yake anayopiga, mara nyingi huwa anapenda kupiga banana chop Yakubu Sulemani jana amedaka eh, kwenye milingoti mitatu ya Simba lakini ameshindwa kupata clean sheet dhidi ya, ya waajiri wake wa, wa zamani hapa nazungumzia JKT Tanzania. Hiyo sababu ni nini na shida ilikuwa wapi? Kikubwa unatakuwa wapongeze wapenzani walikuwa bora. Walitupushi pamoja walifanya rafu sana katika ule mchezo siku ya jana. Lakini walikuwa bora. Kwa lazima tuwapongeze JKT Tanzania. Hawakuja kutembea pale. Hawakuja kushangaa mataa. Kwanza ukiangalia wako nyumbani kwenye uwanja wao ambao wameuzoea wa nyasi za kawaida ambao wenyewe wameuzoea kuliko sisi tunatumia viwanja vyenye nyasi sabandia huko pamoja na mazoezi yetu pia yenyewe tunafanyia kwenye nyasi asili kama zile ambaye tulikotumia jana. Lakini ni uwanja wa kwao, kila kitu cha kwao, lakini tumeenda pale, tumewapushi tukapata matokeo. Kwa swala la kuruhusu goli, tuwapongeze JKT, walikuwa bora na ndio maana ndio wa kwanza kuingia nyavuni kabla yetu sisi. Sisi ndio tumeenda kufanya comeback, tume level scoreboard, na kwenda kufanya comeback kupata goli la pili, kwenda kupata pointi tatu na kwenda kukaa pale kileleni. Kwa kikubwa ni wapongeze JKT Tanzania, walikuwa bora, walitupush sababu jana walistahili kushinda, lakini kwa sababu sisi ni wakubwa, tumepambana tumeweza kufanya comeback na tumeweza kupata matokeo. Yakubu Sulemani anafungwa, Nangu anafunga, wote wametoka kwenye timu moja ya JKT Tanzania. Hii inaashiria nini au ina maanisha kitu gani? Hii ndio maana halisi ya ubaya ubora, tumewachukua kutoka JKT Tanzania kuja Simba kuja kufanya kazi, sio kuja kushangaa mataa. Na kweli walifanya kazi jana, na hao ndio wamesababisha sisi kutoka na alama tatu siku ya jana pale Major Samuel pale Mbweni. Kwa hiyo Yakubu Sulemani na Nangu, mmepata nasema eh, mmelamba dume ah, tumelamba dume, hatujalamba jokeli pale, tumelamba dume, tumepata wachezaji sawasawa, wachezaji ambaye wanakuja kuitumikia klabu yetu kwenye mashindano makubwa barani Afrika, si hatuna shaka msimu huu. Namuona saa hizi Spider Kamala bado yuko injury, hajarejea kwenye mazoezi, lakini huyu tuliokuwa nayo bado tunatamba nayo kama vile tupo na Spider kama la. Kwa mimi naamini tumepata wachezaji sahihi kuja kuisaidia klabu yetu Simba Sports kuelekea nchi ya ahadi. Ndio baya ubora season 2 ama ndio moto wa mabua huo? Ah, huu sio moto wa mabua. Sisi tumejipanga sawa sawa, sawa sawa kwa sababu tuna mashindano ambayo yanabeba taifa letu lakini tunabeba bara zima la Afrika. Kwa kwenye nafasi ya tano, kuna vilabu vingi barani Afrika tumevifanyia comeback kwenda kukaa kwenye hizo nafasi ambazo walikuwa wanakaa wenzetu kwa miaka yote. Lakini kwa sasa tumeenda kukaa sisi, maanake ni jambo kubwa na ni mwendelezo wa Simba kufanya vizuri kwenye mashindano. Huwezi kufanya vizuri bila kuwa na wachezaji bora. Tunasajili wachezaji bora ili waendelee kutufikisha pale tunapopahitaji. Palipo